Kweli nilichokiona kwenye uchaguzi nikielezea, naweza nikatumia hata siku tano naelezea, na nadhani nitaandika kitabu kuhusiana na uchaguzi wa Tanzania nitaandika kitabu ee, maana lazima tu, tuwasaidie vizazi vinavyokuja. Kama taifa hatuwezi kuendelea ku, kuishi namna hii kwamba katiba yetu imetoa mwongozo na maelekezo kwa kila raia wa Tanzania kuweza kuheshimu sheria na taratibu za nchi. E, sasa hizo sheria maana yake ni kwamba ukiwa CCM wewe unapaswa kufuata sheria za nchi. Ukiwa nje ya CCM wewe ndio unapaswa kufuata sheria za nchi. Hiyo haiwezekani. Sheria au katiba ambayo ndo sheria mama inatuelekeza Watanzania wote tuheshimu taratibu na sheria za nchi. Tuheshimu taratibu za uchaguzi wa nchi. Ukiwa CCM ukivunja sheria wewe unakosa, ukiwa sio CCM; ukiwa sio CCM ukivunja sheria unakosa. Sasa hatuwezi kuendesha nchi kwa namna hiyo. Nchi ni yetu sote, na kila raia wa Tanzania ana haki ya msingi ya kuheshimiwa, na haki ndicho kitu cha msingi sana katika maisha ya binadamu. Haki, na hata Mwalimu Nyerere alisema kama viongozi watashindwa kutenda haki kwa raia wake kuna siku watalia kilio ambacho hawatokisahau. Na leo Tanzania ndo tumefika hapa kwa sababu wananchi wanadai haki zao, hawajui waende wapi, hawajui wamwambie nani. Kila ukienda huku mara, yani nchi ilikuwa inaendeshwa nje kama hakuna utawala wa sheria. Sasa kitu cha kwanza ambacho tunapaswa kufanya kama raia wa Tanzania, katiba inatufeve wote tu, uwe CCM, usiwe CCM, wote wana haki ya msingi kwa mujibu wa katiba. Lakini kwa kweli ndiyo yaona kwenye uchaguzi mm. Tulikuwa tunaisemea CCM, tulikuwa tunaitetea CCM. Aa, mimi kwenye familia yangu anyway kila mtu ana uhuru wake, lakini mimi binafsi ukiniambia habari za CCM sikuelewi kabisa, kwa sababu uh, sio CCM ambayo wazee wetu, mama zetu na baba zetu wali, na babu zetu walitengeneza walitengeneza. CCM ya sasa ni kama kikundi tu cha watu ambao wapo kwa maslahi yao na familia zao, sio kwa maslahi ya watu rasilimali zote za nchi hii zinanufaisha watu wachache tu, lakini asilimia kubwa ya Watanzania wanalala njaa, wanakufa maskini, wanashindwa kupata hata mlo mmoja kwa siku. Kwa hiyo sometimes wananchi wanachoka, wanaona wana sasa, wachache waishi vizuri, wachache tuishi kama mashetani. So, mimi na, nafikiri kwamba kwenye siasa za Tanzania tusipobadilika hatuwezi kwenda, na mimi nasema watu watangulize mbele utanzania na utaifa kwanza. Habari ya kusema CCM, ACT, Chadema, hivi vyama ndivyo vinatuingiza kwenye machafuko. Mimi nadhani kama raia, kama wananchi, tujaribu kuweka mbele maslahi ya taifa letu kwanza, kwa sababu Kenya kulikuwa na Kanu. Kanu ndio iliyopigania uhuru wa Kenya, lakini Kanu ilikufa kule. Kenya, Kenya ipo. Kanu ilikufa, Kenya ipo. Kwa hiyo, taifa ndio kitu cha msingi kuliko chama. Lakini Zambia kulikuwa na chama cha Kaunda kule. Mpigania uhuru wa Zambia. Kile chama kilikufa, Zambia ipo. Botswana pale tumeshuhudia mpinzani anaingia pale kama rais wa nchi. Sasa, chama kile cha Botswana cha kilichowapa uhuru kimeshakufa. Kuna watu wanapaswa kuwajibika kutokana na matatizo yaliyotokea katika nchi yetu na wanaopaswa kuwajibika wa kwanza kabisa ni tume kwenye ngazi ya kijiji, kwenye ngazi ya kata na kwenye ngazi ya wilaya. Wengine ni wakuu wa wilaya, wanatakiwa wawajibike kabisa, yaani wanatakiwa washtakiwe, kwa sababu na wao wameshiriki sana kuvuruga uchaguzi huu. Hawa wananchi ambao leo wengine hawajui watoto wao wako wapi, wamepotelea wapi, lakini wabunge wameshaitana Dodoma bila hata aibu. Yani ndio ujue kwamba CCM aibu hawana. Yani pamoja na matatizo tunayopitia wameshaitana bungeni kwa... kama nchi tu, tuliombee taifa letu, tuliombee taifa letu liwe salama, liwe na amani, na wale waliohusika kwa namna moja ama nyingine kuleta machafuko kutokana na uchaguzi wawajibishwe tu, na kuwajibishwa tu haitoshi, washtakiwe pia, kwa sababu kama nchi lazima tuendeshe nchi yetu kwa misingi ya haki za binadamu, kwa misingi ya utawala bora, kwa misingi ya sheria.